Kwa kuna mbwa akapata mimba na tembo amepata mimba siku hiyo hiyo, yani wamepata mimba siku moja. Sasa baada ya miezi sita yule mbwa akawa amejifungua watoto kumi na nne. Baada ya miezi sita mingine yule mbwa akajifungua watoto kumi na nne wengine. Lakini baada ya miezi kumi na mbili yule mbwa akajifungua watoto kumi na mbili. Baada ya miezi hiyo huyo mbwa wa kujifungua akamtafuta tembo, akaenda kumuuliza hivi, tembo, una mimba kweli? Mbona uh, hatuoni hatuoni ukijifungua uh? Tembo akajibu akasema, uh, wewe mbwa unajifungua mara kwa mara, lakini mimi sijabeba mbwa hapa. Mimi ni tembo, nimebeba kitu kizito nimebeba kiumbe ambacho ni tembo ambacho ni kikishusha dunia nzima inajua. Kwa hiyo sijabeba mbwa, subili ndani ya subili ndani ya miezi kumi na nane yule tembo akajifungua, akajifungua tembo mdogo ambaye alikuwa ana umbo kubwa kuliko wale mbwa wengine. Kwa hiyo tunachotakiwa kujifunza ni kwamba unapoona wenzio wanafanikiwa, unapoona kuna watu ambao wanafanikiwa kabla yako, kuna watu wana sasa hivi kuna vijana wadogo wanafanikiwa na nini, huyu kapata gari, ule kapata nyumba, kapata nini. Usivunjike moyo wala usikate tamaa eti kwa sababu unaona kuna mtu ulisoma naye, kuna mtu ambaye umeanza naye kujitafuta. Huenda sasa hivi unatamani kukuwa sehemu fulani, kuna watu tayari washafika ile sehemu. Nisikilize, mafanikio ni wakati. Wakati wako ukifika, na wewe utafanikiwa. Usikate tamaa wala usivunjike moyo eti kwa sababu unaona kuna watu ambao wanafanikiwa sasa hivi huenda mafanikio yako wewe ni makubwa zaidi ya kwao, na ndio maana ya kwako kwa yanacheleweshwa kidogo. Kumbuka Mwenyezi Mungu atakuonyesha uh, destination. Atakuonyesha kwamba wewe utakuja kuwa tajiri, lakini hakuonyeshi utakuwa tajiri kwa njia gani, kwa sababu tofauti kati ya utajiri unaouenda unaouelekea I mean. na sehemu ulipo sasa hivi tunaita plan. Mwenyezi Mwenyezi Mungu akikuonyesha mapito na changamoto ambazo unatakiwa upitie zote ili uwe tajiri. Hata kama amekuwekea wewe destination yako, lazima uwe tajiri, utakata tamaa na utavunjika moyo, si unanielewa? Changamoto unazopitia na mitihani unayopitia Mwenyezi Mungu hakuonyeshi wazi kwamba utapitia hiki na hiki ili kufika pale. Kwa nini? Kwa sababu anajua akikupa kabisa plan, utafeli. Kumbuka kuna jamaa mmoja uh, kwenye, kwenye Biblia na Qurani uh, aliuzwa na ndugu zake baada ya kuuzwa na ndugu zake, akageuka kule akaenda kuwa mfalme. Kama Mwenyezi Mungu angemwonyesha kwamba ndugu zako watakuja wakuuze, huenda angegombana na ndugu zake, angewaua kabla hata hawajaenda kumuuza. It means asingeenda kuwa rais. Kwa hiyo kuna changamoto na matatizo, shida unazopitia sasa hivi ni kwa sababu wewe sio mbwa. Ni kwa sababu wewe eh, ni tembo, ni jitu kubwa. Mafanikio yako ni makubwa zaidi ya hawa kwa hiyo yanahitaji muda, Mwenyezi Mungu ili ya kuandaye yakutengeneze uende kwenye mafanikio makubwa. Usikate tamaa, usivunjike moyo. Mafanikio yako ni makubwa kuliko mbwa, na ndio maana unasubirishwa. Hizi changamoto na shida unazopitia ni muda mfupi tu, unaelekea kuwa tajiri na maisha yako yanaenda kubadilika, muda sio mrefu. Amin.